Naam, bona sakata la Ibra na Harmonize limezidi kuwa zito na limefika mbali au bwana, so moja kwa moja imepelekea mpaka Baraza la Sanaa la Taifa Basata limeingilia kati hii issue. Kwanza kabisa wenyewe nao pia wameposti kupitia ukurasa wa Instagram kwamba Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Baraza la Sanaa la Taifa Basata. Basata, Basata waingilia kati waitwa wa, wa wafike ofisini kesho Jumatatu eh, saa 2 asubuhi Mei 12 Mwaka, mwaka huu 2024 Harmonize na Ibra wamehitajika Basata. So hiyo ndo habari ambayo imetrend tokea siku ya jana jioni kuhusiana na hii issue, ambapo hapa chini bwana, kuna peji kubwa tu hapa mitandaoni zimeripoti kuhusiana na hiyo habari wa wakiwa okay, wameandika kwamba baraza la sanaa la taifa Basata limetangaza kuingilia kati mzozo unaoendelea kati ya wasanii Harmonize na Ibra, ambapo wasanii hao wame takiwa kufika katika ofisi za Basata siku ya Jumatatu Mei 12 mwaka huu 2025 saa mbili asubuhi. Ingawa Basata hawajaeleza kwa undani kuhusiana na walichopanga kujadili na wasanii hao, lakini inapasu, inahisiwa eh, kuwa wakaenda kuwapatanisha na kuona namna watakavyomaliza suala lao eh, kwa amani kwa maslahi mapana kwao binafsi mziki wa taifa pia kwa ujumla. E, kauli ya Basata imekuja muda mfupi tu baada ya uongozi wa kampuni ya Harmonize Entertainment Limited e, kupitia lebo yake ya Konde Music Worldwide, Konde Gang e, kutangaza kumsimamisha rasmi msanii wake Ibra Abdallah na mpunga ama Ibra e, kutoa, kutoa, kutoa na kushiriki katika shughuli zozote za kimuziki kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake na lebo hiyo hadi pale suala lake litakapopatiwa ufumbuzi wa kudumu, kwa mujibu wa mkataba wake na sheria za Tanzania. Sababu ikiwa ni Ibra kutoa machapisho ambayo yanamvunjia heshima Harmonize, ambaye ni bosi wa record lebo hiyo. Leo lebo hiyo imempi, imem, imempiga pia marufuku Ibra dhidi ya kuchapisha eh, kum, na kumtaka au kufanya mawasiliano yoyote yale kuhusiana na suala hili kwenye vyombo vya habari au, vy au katika mitandao ya kijamii kama vile Instagram, WhatsApp, Facebook na kadhalika. Hii ni pamoja na mawasiliano ya aina yoyote yale ambayo yanaweza kuharibu taswira ya lebo au kumdhalilisha mkurugenzi, eh, mwekezaji wa lebo ambaye ni msanii Harmonize so mambo yamekuwa mazito, BASATA wameingilia kati. Tutakupa update zaidi kuhusiana na kile ambacho kitakacho happen huko BASATA. Cha msingi weka maoni yako katika comment section, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.